Kufika mwezi wa sita mngesha jua kama mtu mwenye kigezo hana, mkatangaza mtu mwingine. Wakasubiri mpaka mwaka mzima ukaisha, wakaja kutangaza mwaka huu. Mimi ningeomba wizara yako ingekaa karibu sana na wale ambao wanasimamia mradi huu ili uweze kukamilika na kuanza kwa wakati, na jana mmetupa ahadi kwamba kufikia Mei mkandarasi atakuwa site. Na mimi Mheshimiwa Waziri, sina mashaka na wewe kwa sababu ulikuja pale Esolongdo, baada ya kuzungumza kipindi fulani, tumeona ile mkandarasi yuko site na kazi inaendelea. Tunaomba na hili pia la stendi ukaliwekee nguvu, ili mwezi wa tano mwaka huu mkataba usainiwe na tumuone mkandarasi akiwa eneo la site. Lakini kwenye hili nina angalizo moja tu kwenye mradi wa TACTIC, tunajenga tunataka tujenge barabara ya lami kutoka eneo la stendi kuja barabara ya Mbauda lakini Tanroads pia wamesaini mkataba kilomita sabini kutoka kona ya Mbauda kwenda mpaka Oljoro ambayo ni eneo ni hilo hilo. Naomba mkae na Tanroads muangalie ili kama wao wanajenga hizo fedha zikiokolewa ziende zikaondoe changamoto nyingine ya barabara kwenye maeneo mengine ya jiji la Arusha, lakini tunatamani pia barabara yetu ya Lemala ambayo ni Tanesco pia iingie kwenye mradi wa Tactic ili iweze kuondoa changamoto hiyo. Barabara pia ya Kibo na yenyewe iweze kumaliziwa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 sisi tumejenga jengo letu la halmashauri pale, kuna kumbi zetu za mikutano na vitu vingine, badala ya sisi kujielekeza kwenye shughuli za maendeleo, shughuli nyingine huku za maukumbi na nini. Kwa sababu gani? Wanajua 3.4 bilioni ambayo wamemsainisha mtu, watakula mle ndani, sio kwamba wanabuni, wanalipenda jiji. Maeneo ambayo yanatatua shida za watu, hela hazipelekwi. Wewe leo unaenda kwenye kivuko, kinahitaji gharama ndogo tu, milioni pengine hamsini hela hazipatikani lakini unachukua hela hizo hizo unakwenda kubomoa sehemu ambayo inakuwa milioni mia nane. Stendi ndogo unaweka 1.6 billion huku ujamaliza shida za wananchi. Kwa hiyo mwenye, Mheshimiwa Waziri, nilikuwa naomba kwa kweli tusaidiane, kwa sababu tunayo dhamana na jukumu la kumaliza shida hiyo, kwa sababu kuna kama kituo cha afya mkono Rais Samia akapeleka pale zaidi ya milioni mia nane, kilikuwa ni kizaanati, leo ni kituo kikubwa. Barabara mbovu Tungeweza kuokoa 1.6 tungeweka lami pale kwenda kituo cha afya, watu wakaenda zao wakapata huduma na wakaendelea kula matunda ya daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia kumekuwa na, na changamoto pia barabara yetu ya AFCON kule tunakojenga barabara ya Njolo, tunakojenga kule uwanja wetu wa mpira wa kisasa, na kwenyewe pia barabara ni mbovu. Ni imani yetu kwamba kupitia bajeti hii tutakwenda kuliangalia ili tuondokane na hizo changamoto. Lakini kingine, mheshimiwa waziri, Daktari Samia amepeleka shilingi milioni mia tano kwa ajili ya kujenga soko la wamachinga miaka miwili iliyopita, mpaka leo hazijatumika. Sasa unajiuliza, Arusha hakuna wamachinga? Kwa nini hela hazijatumika? Ukienda katika hali ya kawaida ukienda pale masokoni, angalia soko la lambauda pale, matope matupu. Milioni mia tano ipo rahisi, kaleta imekaa tu nenda soko la machinga namba 68. Matope matupu, mapaa yale hayaeleweki, miezi mitano ipo, ina miaka miwili Daktari Samia Kaleta, hamna ambacho kinaendelea kina pale. Nenda soko la Samunge, hali ni mbaya karibuni kila mahali kwa sasa. Unajiuliza, hawa mliowapeleka kwenda kusimamia maendeleo kule wanafanya kazi yao ipasavyo au wana ajenda zao nyingine? Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, najua muda ni mchache, maswala ni mengi. Baada ya kusema hayo, nakushukuru sana kwa fursa hii ya leo. Asante sana. Mheshimiwa Mheshimiwa Waziri sekunde moja, sekunde moja. Mheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Gambo hapa amechangia, amezitaja tuhuma nzito, kwa kweli tuhuma nzito. Pamoja na kwamba hajataja mtu lakini ni tuhuma nzito eh, kwamba jengo la bilioni sita zimezidi sijui bilioni tatu kwingine bilioni nane Sasa hiyo kidogo E, sio jambo ambalo tunaweza kuliacha tu liende kwamba ni mchango wa kawaida wa mbunge. Sasa Mheshimiwa bunge kwa, kwa uzito wa tuhuma hizi Mheshimiwa Waziri tutakapomaliza e, bajeti yako uh, utuletee taarifa ndogo tu ya huo ujenzi wa hilo jengo. E, tutakupa nafasi hapa bungeni kwa sababu tuhuma zimetolewa hapa bungeni. Utakapojibu hapa bungeni tutaona sasa bunge lichukue hatua gani kwenye jambo kama hilo. Aya asante sana Mheshimiwa bunge, nilikuwa, nimesha. Nataka kusema jambo. Mheshimiwa Speaker eh, ni nikiri kupokea maelekezo yako, lakini ni vyema tukakumbushana kwamba mipango ya maendeleo katika halmashauri zetu miji yetu na majiji haipangwi na Tamisemi, inapangwa kwenye vikao maalum vya mabaraza ya madiwani kupitia kamati za fedha fedha na kamati mbalimbali e, chini ya mabaraza yetu ya madiwani. Sasa hili la fedha, e, pengine ingeenda kufanya shughuli fulani wanaamua kutuletea e, ni madiwani ambao sisi sote ni wajumbe e, kwenye vikao hivi vya madiwani. Kwa hiyo, lakini hili lengine Mheshimiwa e, Spika, nimepokea tutafuatilia kwa karibu kama ambavyo Mheshimiwa mbunge ameweza kuonyesha konsani yake katika eneo hilo tutafuatilia kwa karibu na wakati wa kuhitimisha tutakuja na taarifa kamili ya namna tulivyochukulia hatua hii. Asante sana.